Uh, kama una hali hii hapa inakutokea, unabonyeza sehemu ya mwili wako ikiingia ndani, ingia ndani, haitoki. Hii maana yake kuwa maji maji, tunasema fluid zimeanza kujaa kwenye tishu zako, sawa. Na hii ni dalili moja hapo ya kwanza kabisa kuwa na matatizo ya figo, una matatizo ya ini, una matatizo ya moyo, yani hivi vyote vinaelekea kufeli, sawa. Ndio maana hauwezi kuondoa fluid mwilini. Haya yote ni matakataka, hii zote ni sumu. Sawa, na sometimes anatokeaga kwa mama wajawazito au anatokeaga watu ambao wanakunywa dawa za muda mrefu sana, madawa ya pressure, sijui madawa ya figo, madawa ya moyo, madawa ya arthritis, eh, madawa ya kupunguza maumivu, kama unaliielewa, kwanza hizo ganti zako zote tatu zinakaribia kufeli, zinaelekea kufeli, figo, ini, moyo. Na kuna siku unakuta mtu tu ameanguka, au ana fatty liver au ana cirrhosis and stuff. So anza kubadilisha mtindo wako wa maisha, anza kubadilisha chakula chako, anza kuzingatia kufunga anza kuzingatia kula mlo sahihi, anza kula vyakula halisi, anza na kuacha sukari, sijui wali, sijui ugali, mkate, chapati, chipsi, maandazi, maziwa, matunda. Fix lifestyle.